Serikali ya kaunti mbali mbali ya Mombasa imedumisha usalama katika maeneo mbalimbali ya mji wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Akizungumza katika iftari iliyoandaliwa na jamii ya wajomvu katika ukumbi wa Tononoka, gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasri amesema wameweka askari zaidi katika maeneo mbalimbali na vilevile vile taa ili kudumisha usalama. Kauli yake muungo mkono na kamishna wa kaunti ya Mombasa Muhammed Nur Hassan na bunge wajomvu ambaye pia ni patrona jamii ya wajomvu Badi Twalim. Hii msimu wa ramadhan huu mwezi mtukufu, tumeweza kuwa na usalama ya kutosha. Tulikuwa na tatizo kidogo hapo mara, lakini gavana ameweza kutusaidia, ametoa askari ya kutosha kutoka kutoka government kwa kutoka kwa polisi na inachungwa 24 hours, inaendelea vizuri. So tumeweka askari ya kutosha, wanatembea na mguu wanaangalia kama Kisauni, Likoni. Hatujakuwa uh, well, uh, na tatizo lolote, ilikuwa sio ishu hati ni insecurity kubwa. Kulikuwa kuna baadhi ya vijana hata wao si street children, wanajifanya kujiita street children, lakini waliposhikwa kila moja anajua makwao ni wapi. And I'm glad uh, tulifanya to operation together with the national government security, county commissioner meka mataa, tume increase patrol within Mombasa and uh, things, uh, things ziko sawa kabisa. yes really, barabara right now traffic flow uh, is pretty much okay. Kumpongeza mheshimiwa Governor kwa wakati huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kuona kuwa usalama umekuwa sawa sawa. Leo pia nataka kutoa shukrani zangu kama patron wa Jomvu welfare kuweza kumpata mheshimiwa Governor tena kwa mara nyingine, na nataka kushukuru kwa kuwa kila hafla ya jamii hii governor hajakosa. Vile vile nataka kumshukuru county commissioner wetu ambaye yuko hapa, nataka kumshukuru MD wa KPA Captain Ruto rafiki yangu ambaye yuko hapa, na vile vile madiwani wangu wote ambao wako hapa, tuko na chama na ODM. Natoa shukurani kwa niaba ya watu wa Jomvu, nasema kuwa mwezi mtukufu huu wa Ramadhan tuendelee kushirikiana, tusaidiane wenyewe kwa wenyewe, na tuone kuwa kwa wakati kama huu twaoneana huruma, kila mmoja ambaye amepata riziki asaidie na mwenzake. Wakati huo badi amesema wataendelea kuunga mkono miradi ya serikali ya rais William Ruto kwa minajili ya kuwanufaisha wananchi. Nasema wakati huu wa leo tuko katika broad based government, tumeungana pamoja na nafikiri munaona hapa governor wetu ambaye ni deputy party leader wa chama chetu cha ja ODM yuko hapa, na vile vile county commissioner ambaye ni mwakilishi wa rais katika nchi hii ya Kenya katika eneo letu la hapa tuko naye hapa pamoja. Kwa hivyo nataka kusema tutaiunga mkono serikali kwa programu yake yote ambazo ya watakuwa wanafanya, ili kuona tutaweza kusaidiana. Pia vilevile vile, nataka kutoa shukurani in advance kusema kuwa serikali japo in a small way, ama kwa njia yoyote ile pale, huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia wataturuzuku kidogo kusaidia wale ambao watakuwa hawajiwezi. Ali Vincent, Benvin TV.